Leo napenda kushirikisha juu ya habari ya akili e, ama your mind, your brain. Unajua akili ni kitu ambacho kiko ndani ya vichwa vyetu, na hii akili ni kitu ambacho kinatusaidia kufanya vitu vyote tunavyovifanya hapa duniani. Eh, kuna sehemu moja niliwahi kusoma inasema kwamba our brain is like a big machine, yani akili ya zetu ni kama mashine kubwa sana. Sasa nilivyosoma hiyo nikalinganisha nika na kitu fulani hivi kinaitwa CPU ama Central Processing Unit. Hii Central Processing Unit ni kifaa kadogo sana, yani mathalan ni kama betri ya saa. Haka kakifaa kanakaa kwenye kompyuta Kompyuta yoyote unayoijua ina hako kakifaa kanakoitwa CPU au Central Processing Unit. Haka kakifaa kazi yake ni kuchakata taarifa zote za kompyuta, alafu mtumiaji wa ile kompyuta anaweza ku kuona vile vitu ambavyo ile kompyuta imechakata kwa kupitia kwa kakifaa kanakoitwa CPU. Sasa hako kakifaa ka CPU hako, bila hako kompyuta haipo, yani kompyuta haiwezi kufanya kazi bila hako kakifaa. Kwa maana nyingine, wataalamu wa mawasiliano huwa wanakaita eh, the brain of the computer, yani ndiyo akili hiyo ya kompyuta. Sasa ukiangalia kakifaa hako kanavyofanya kazi, sio tofauti sana na akili zetu zinavyofanya kazi. Of course, unajua kompyuta inachakata taarifa lakini pia inahifadhi. Yani kuna memory, alafu kuna hako ka brain of the computer au ka processor, wanaita central processing unit au the processor. Kanachakata taarifa kwa kasi sana, na akili zetu pia zina uwezo wa kuchakata taarifa kwa kasi sana. Yani wewe fikiria kwamba unavozungumza ni kwamba akili yako imeshafikiria, imesha tafasiri na imesema wewe, au imekuambia kwamba sema hivi. Ndivyo akili yetu inavyofanya kazi, kamanafanya kazi kwa kasi kama, kama, kama umeme na akili zetu pia ndivyo hivyo. Kwa hiyo akili ni kati ya kitu muhimu sana kwenye mwili wetu cha kukiangalia na kukitunza kwa heshima kubwa sana. Ndio maana hata madaktari watashauri kwamba ni muda gani mtu anatakiwa alale, ni chakula gani anatakiwa ale, majukumu yapi anatakiwa ayafanye, na vitu kama hivyo, na au ni maarifa gani ni taarifa gani mtu anapaswa kuzingiza kwenye akili yake. Naposema taarifa ni kwamba ni vyombo vya habari kwa mfano zungumzo na, na watu wengine e, vitabu tunavyojisomea, zile zote ni taarifa ambazo tunazikusanya kwa kupitia akili yetu na kuzihifadhi. Uta, utakumbuka kwamba e, katika e, mafundisho ama katika elimu tulizowahi tu, tu, kujifunza huko nyuma, wanasema kwamba akili imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kuna a, b, forebrain, midbrain na back brain, yaani kuna akili hiyo katika huo e, mgawanyiko kila m, kila kimoja au kila sehemu ya akili ina kazi yake. Kwa hiyo uta, utaniambia ama utakumbuka kwamba kuna vitu vilifanyika ukiwa mdogo, unavishuhudia mpaka leo, una umri fulani, bado vile vitu hata ujawahi kuvisahau, kwa sababu akili yako ina uwezo wa kuchakata taarifa na kutunza kumbukumbu ya zile taarifa ulizo ulizowahi kufanya nini, ulizowahi kuzitunza. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba mtu anataka kuwa anataka kuwa mjasiriamali, anajaribu kufuatilia kujifunza ujasiriamali ni nini, wajasiriamali wanafanyaje kazi, akina nani ni wajasiriamali na vitu kama hivyo. Au mwanafunzi anajifunza, anataka awe mtu fulani, unaona, anaanza kukusanya taarifa, anajifunza, anafuatilia huyo mtu, kwa sababu vile vitu vyote, zile taarifa zote tunazozikusanya tunaziweka kwenye kumbukumbu kumbu, na baadaye zile taarifa zinaweza kugeuka kuwa maarifa ambayo yatatusaidia au tutayaapply ama utayatumia katika masuala mbalimbali ya kijamii. Kila kitu unachohitaji kufanya, wakati mwingine unafuatilia kupata taarifa za kile kitu, na zile taarifa zinatunzwa kwenye akili yako kwa hiyo akili akili ni kitu muhimu sana, ni kati ya kiungo muhimu mno katika e, mwili wa binadamu. Ndio maana unaona kwamba hata mtu akiwa yuko kwenye bodaboda, unashauriwa kwamba va helmet. Kwa nini? Kwa sababu kichwa chako kikigusa mahali pagumu, mathalani ardhi, unaweza ukapata tatizo ambalo likasababisha ubongo wako ama akili yako ikashindwa kufanya kazi kama ilivyokuwa inafanya mwanzo. Sasa kama nilivyokuambia kwamba akili zetu zinafanya kazi kama CPU, fikiria kwamba simu unayoitumia e, ukiandika namba au ukiandika herufi haraka tu naiona kwenye uso wa kioo cha simu yako. Hali kadhalika na kwenye kompyuta. Vivyo hivyo akili zetu zinafanya kazi kwa kasi kubwa sana. Ndio maana unaweza ukakuta kwamba niko hapa nilipo lakini wakati mwingine akili yangu iko Mbeya, iko Mwanza, iko Kigoma, iko mtaa fulani, iko kwa mtu fulani. Kwa nini? Kwa sababu akili yetu ina uwezo wa kuchakata mambo mengi kwa wakati mmoja na kuyafanyia kazi. Wakati mwingine tutakuja kukuambia hii akili yetu sasa ambayo Mungu ametupatia Eh, sisi tunatakiwa tuitumieje katika masuala fulani fulani ambayo yataweza kung'amua ndoto zetu na kutusaidia kufikia hatima yetu. Discover your purpose and your destiny. Asante na karibu sana.